Shirika la Reli Tanzania TRC limetangaza kukamilika kwa majaribio ya mabehewa 264 ya mizigo ya Standard Gauge Railways SGR. Hatua hiyo inatoa ishara kwa usafirishaji wa mizigo kwa reli hiyo uko mbioni kuanza. Kwa mujibu wa TRC, mabehewa hayo yaliwasili nchini Disemba 2024 na majaribio yake yalifanyika chini ya usimamizi wa Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini Latra. Zoezi hilo lilihusisha vipimo vya uthabiti katika hali tuli na mwendo ili kuhakikisha mifumo yo muhimu ikiwemo breki kwenye kona inafanya kazi ipasavyo. Kati ya mabehewa 264 yaliyopimwa 200, ni makasha yaani containers huku 64 akiwa kwa ajili ya mizigo isiyofungwa. Latra imejiridhisha kuwa ubunifu wa mabehewa hayo unakidhi viwango, ukiwa na mwendokasi wa hadi kilomita 120 kwa saa. Hatua inayofuata ni Latra kutoa ithibati rasmi kwa TRC, kama inavyotakiwa na sheria, ili kuruhusu mabehewa hayo kuanza kubeba na kusafirisha mizigo Mabe Mabehewa hayo ni sehemu ya jumla ya mabehewa 1430 yanayotengenezwa na kampuni ya CRRC ya China kwa ajili ya Tanzania ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha sekta ya usafirishaji wa mizigo kupitia reli ya kisasa ya SGR. Endelea kufuatilia Daily News Digital kwa habari zaidi. Jina langu ni Shununa Haji.